Habari yako? Safi wema, safi. Nimekupigia simu ndio kwanza nikupongeze, ndio kwa kazi yako ambayo unaendelea nayo kwenye jimbo la Mpwapwa, ndio ya kuendelea kuoperate uchaguzi vizuri sana. Nashukuru sana. Hongera sana. Nashukuru sana. Vipi Ng'ambi, umefanikiwa? Ehhe, umefanikiwa Ng'ambi? Ng'ambi, nimefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Vipi, nimeenda wa pale walikuwa walikuwa wanajiorganize kutaka kuandamana, of course walioshafika ng'ambi kutoka Kazania. Naenda mm. nimepiga mabomu pale, kama niko dafuu tamata, watumiwa kama kumi na mbili hivi mm. mpaka sasa hivi itafunga maduka yote ya Kazania, kwenda kuna kununua wala kuuza, wote funga maduka, yaani mm. kama tuko Somalia vile. Sawa kabisa. Mpaka sasa hivi hakuna aliyojitokeza, kimya kabisa, kimya kabisa kimya kabisa. Ng'ambi imetulia kama maji mtungine, safi kabisa. mm. Mm -hmm, berege na chitemo Be, berege na kwenye nimefika, mm. nimefanya harassment ya kufa mtu, wote wamekimbilia milimani. Nimefanikiwa kukamata wanane nane ne, na kumetulia sana, na akiwa yule mgombea ambaye alishawishi watu wachome pikipiki naye nikamkamata, mm. ukamkamata, yuko ndani hivi na saii navyozungumza mimi na wewe, mm. chitemo Chitemo kweli kwa leo sikuchepo sikufika, kwa sababu sikupata zile message zani, lakini kwa naongea na mweneza akasema sisi kuna mtu alipijwa, nikaambia sasa niunganisha na naye huyo aliyopijwa ili nipate reference ya kwenda kukamata wale wahusika, lakini kwa wale kwa sababu harassment hazikuendelea sikufika, ila nimefanya harassment berege na ng'ambi tu, ni wale ndio nimekomesha, na chitemo mpaka leo sijasikia simu zaidi ya mweneza kuniambia kwamba kuna mtu alipijwa jana. Aha. Kwa nini mwaambia akaniambia ataniunganisha na huyo mtu? Kwao berege pale watu wa kuakamata wameisha. Yaani bado sasa nimemwambia mwenyekiti sasa afanye kwa sababu nilichokifanya leo nimeenda kufanya harassment ya pamoja. Yaani watu wote wajue kwamba serikali ipo. Mm. Kwa hiyo alikuwemo asiokuwemo. Mm. Lakini nilichomwambia mwenyekiti sasa atafute watu kwa sababu nimefanya hicho fine nimefanikiwa kumkamata nani mgombea. Mm. Hilo ndiyo nilicho fry. Lakini nimemwambia atafute sasa wale anaishi kwamba ndio walihusika moja kwa moja. Mm. Ili sasa twende kwa strategy zingine. Sio kama hivi tulivyoendelea kupiga mabomu na kukamata. Sasa tutakwenda usiku tutakuwa tunapiki mmoja baada ya mwingine baada ya kunipatia hiyo orodha. Mm. Wanafikiria mbali kwenye kitu hapa. Asila ndio okay. Kwa hiyo pale Berege nani mgombea wetu wa CCM, yeah, ametangazwa? Ametangazwa yeah. Ametangazwa ametangazwa hey, kimsi, yani kimsingi Berege Ng'ambi mgombea wetu ametangazwa na wameshinda kwa kishindo tu. Hongera mm. yeah, yeah. Sana, nakushukuru sana madamu. Sawa, asante sana sasa mi na jambo moja la kukwambia. Yeah. Mm, unaongea na dada mmoja hivi. mi naitwa Neema wa CHADEMA mm. nilikuwa Yeah. Yeah. Mm. Yeah. nataka yeah. nijue picha ya halisi ya matendo yako ambayo unaendelea kuyafanya, yeah. na najua mimi ni mmojawapo unanitafuta, yeah. na nimekuwa hapo mpoapa takribani miezi miwili yeah umekuwa umekuwa ukitenda vitendo vya kifalafala sana hapo yeah. Tulia kwanza, nikwambie. Sikiliza ni nikwambie, ni no. Yani, mimi sasa, sikiliza nikwambie kitu kisha. Kisha. Ya mama. Nkwaja, kitu ni... ngoja nikuambia wewe ni fala wewe, na kwa taarifa yako sasa nikwambie kitu. Jinai iko wapi wewe? kuja kupiga watu na mabomu pale sio jinai? Nakwambia wewe wewe, ulivyotukana huo ukasema mafala si? Wananchi wenye haki zao wanahitaji mafala? Wananchi wewe kupiga wananchi bila hatia mabomu, uwe sio ufala huo? Na kuuliza swali wewe kupiga yeah, wananchi mabomu bila sababu ya msingi, wananchi ambao wamekaa wanasubiri matokeo ya uchaguzi ya halali, sio ufala huo? Sasa nitafuta unikamate Ha, na kuhili, na e, e, nitafute halafu nitumie askari wako usiku kama kawaida yako nikamate. Sawa. E. Sawa. A, ni kamate endelea kuhesabu la... na mabosi wako e, waliokutuma uambie. Kwa sababu wewe umekuwa ukioperate huo uchaguzi as if wewe ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na tangu tumekuja hapo Mpwapwa ulikuwa unaonyesha direct huko tayari kusapoti chama cha mapinduzi mapinduzi, na leo nimehakikisha unajitamba ni fate. Hata sasa hivi kwa taarifa yako, sasa kwa taarifa yako, nipo mkopwa hihi huko, nipo mkopwa hihi. Waliochoma zile pikipiki nitawakamata wale, wanataka kuandamana bila vibali. Hata kama nawambia hivi, kila jambo lina malipo yake. Wewe unajitambishia bunduki unajitambishia bunduki. Kuna maisha, kuna, kuna, kuna, kuna maisha nje ya yaka.